Mara ya mwisho tulipotazama lilitolewa zoezi moja ambalo hakika si rahisi hata kidogo. Master Fu alikaa nje ya geti kwa siku mbili akiwa amepiga magoti, hakula chochote wala hakupewa hata maji. Sasa mzee alimwambia, ikiwa unataka binti yangu ili uweze kumwoa, itabidi upite katika zoezi gumu sana. Kuna askari ambao watakuwa na silaha, wewe utakiwi kuwa na silaha yoyote. Askari hawa watakushambulia, lakini wewe upaswi kuwashambulia. Wewe unachotakiwa ni kujikaza kuvuka askari wote uwamalize. Ukiweza kuwamaliza basi, binti huyu atakuwa ni wangu. Hili lilikuwa ni zoezi gumu sana. Sasa napitia hali fulani ya kushambuliwa, ukiangalia pale alipo, hana nguvu hata kidogo. Haya yanakuwa ni maisha ya jamaa huyu tangu tumeona sinema hii inapoanza, anapitia wakati mgumu sana, alifanywa mtumwa, alipitia mazingira magumu kabisa ya gereza Eh, lakini basi wakati anapotaka kulipa kisasi chake anakuja kugundua kwamba wala hahusiki kwenye familia. Sasa unajua yeye, hata hivyo maisha yake si marefu kutokana na aina ya sumu aliyopewa. Sasa ameshaamua yeye ajitoe tu mhanga, anataka msamaha wa mpenzi wake yule. Mwana mama akamwambia, afu si nimesha kukuambia kwamba mimi na wewe si nitakuwa yani, si nitawahi kuwa na wewe tena kama binti zao, si nimesha kukuambia sikutaki wewe. Fikiria mtu ufanywe hivi alafu jamaa alipigwa. Yani kama vile jamaa wale wamechukua miti ile mikubwa mikubwa kwa ajili ya kutang... kutwangia gunia la mahindi. Eh, uh. E, wanapokusua kwa staili ya, mzee uko pale anasikilizia. Hatari sana. Basi kijana alijikata. Kadiri walivyomfanyia ni kama walikusudia kwamba asifanikiwe kile anachotaka kufanya. Angalia, mpaka anatapika damu kabisa. Hiki kitu kimemuumiza binti sana. Unajua anampenda, yuko moyoni mwake, na tumesikia amekiri mbele ya eh, Chwena kwamba anampenda sana. Hatimaye bana, ikawa kama kale ka mtihani. Amefanikiwa, amefaulu, amevuka kwa wale jamaa, amepita pale mpaka amefika kwenye zile ngazi sasa tazama, mm. E, Uncle Feng haamini, lakini yote hii ina maanisha kwamba <coughs> e, kulikuwa kuna zaidi ya hilo. Sasa kuna mitego mingine alikuwa amewekewa, mitego hii ilikuwa ni kama misumari, ilikuwa ni kama misumari, kwamba hata enda mbali e, natakiwa apite pia, hapo kuna misumari atembee. Sasa mingine ishamtoboa miguu. Anatakiwa afike pale ambapo binti yupo maana yake ni kwamba akisarenda tu basi kazi yake imeishia hapo. Huyu mwamba anatoka damu kila pahali, miguu yake sasa hivi eh, imekuwa kama mlemavu, mikono yake imekuwa kama mlemavu, na hapo bado kuna sumu aliyopewa, na aliyompa alikuwa ni mako chake. Sasa angalia, analazimika kupita hivo hivo kwa shida shida, ni kwamba ananusurika kufa hapo, ananusurika kuuacha uhai wake pale. Akiacha tu kuendelea kusonga mbele, maana yake lolote linaweza kutokea, na ili basi aweze kusonga mbele, inabidi atambaye kwa magoti kuipita hiyo misumari. Unaweza kusema pengine anaweza kuweka miguu katikati ya hiyo misumari, lakini ukweli ni kwamba nafasi ni ndogo mno, ya yani lazima atobolewe tobolewe kabisa. Basi alipita katika ile mitego akaacha eh, alama kila pahali na sasa ametokea upande wa pili, baada ya ile mitego kumalizika, binti haamini anachokiona. Hakuna mtu anaweza kumstop Master Fu kwa namna yoyote ile. Sasa anajaribu kusimama, anajaribu kusimama tena, inasikitisha sana. Yote hii ni kusema kwamba, mrembo, mimi nimekupenda. Angalia mguu wake huu mmoja, aliumia siku nyingi mno. Katika vita iliyowahi kutokea mara ya kwanza kwenye lile eneo la kasri, mahali anakopatikana Ma Kongqun, binti alitoa upanga. Cha ajabu ni kwamba anataka kumaliza sasa. Anashindwa kuelewa upendo gani huu. Mimi nisingeweza, hakika. Maana yake roho yangu ndogo. Je, nani alisema ukifanya hivi utasafisha dhambi zako? kwamba baada ya kufanya yote hayo unafikiria nitakusamehe? Sintawahi kukusamehe wewe katika maisha yangu yote, sintawahi kufanya hivyo. Ondoka, ondoka nimekuambia! Basi binti ni kama ana hasira, lakini hasira gani hii? Mtu kakanyaga misumari kapigwa, lakini si hivyo tu akawa ana anausukuma ule upanga anausukuma ule upanga na upanga ule unamtoboa kifuani, damu zinavuja tu jamani, jamani, jamani. Ah, hey, e, sasa, kwa nini usitomoe upanga wako? Mm, kasema sasa, kila nikisoma basi najikuta na, hata kama pana mtu ambaye ana upendo duniani basi huyu tutasema ni namna gani, lakini angalia Aliendelea kusukuma upanga, binti akashindwa kuvumilia, anaona sasa hii kitu imeshanisha. E, sasa mzee anamtazama namna hii. Zoezi ambalo mzee alilitoa si rahisi. Sasa inabidi asogee pale ili mambo mengine yote yafanikiwe. Nilikuwa nimekosea patalilike tame wamezo Haya, wapisheni. Baada ya kila kitu, bila shaka tukubaliane tu kwamba mwamba atakuwa na majeraha ya hali ya juu sana. Hana, hana nguvu vile sana kwa hiyo basi unaweza kumwona kabisa hali yake, si hali, amebadilika kabisa na nguvu hana tena. Akasema hata sijui nisemeje, ah, na sijui nifanye nini. Anamwambia sijui hata cha kufanya, yani binti uko tu palaea, basi naomba unisamehe, nipe nafasi nyingine. La, mm, naomba niendelee kuwa nawe maisha yangu yote. Kumbuka mara ya kwanza mtazamaji, aliyempenda bi alimpenda huyu jamaa kwa yani jamaa, sio kwamba alimpenda dem ali huyu dem ndo alimpenda jamaa jam, na binti ndo alianza kuconfess kusema kwamba ametokea kumpenda sana mchizi, akaeleza jinsi anavyompenda na mchizi, kabidi baadaye akakubali. Lakini sasa kuna makosa alifanya ambayo imebidi apitie yote haya ili kusudi asamehewe tena. Kwa hiyo bado anamuomba anamwambia, niko chini ya miguu yako, naomba amwu Naomba usiniache, naomba unisamehe. Aise, ni hatari, anajikaza sana, na majiraha alionayo kwa kweli ni mengi sana. Sasa binti amejikaza, wee meona, aise, eh, huyu mtu sio wa kawaida. Maana kuna mtu anakuwa na upendo mpaka shetani mwenyewe anaogopa. <laughs> ni hatari sana Haya, angalia basi. Baada ya yote ndio hivyo basi, wanasema baada ya dhiki ni faraja. Ndo wakati wake na yeye kupata faraja, ameshapitia ile mitihani yote, basi ndio wakati sasa wa yeye pia kukumbukwa ili aweze kupata huduma ya kwanza na awe sawa. Holdara, Je, unajisikia salama sasa hivi? Niko salama. Kiongozi anakusubiria pale. Ngoja, nikusaidie kukupeleka pale. Haya, kijana huyu ni yatima. Kumbe mama aliyemlea si mama yake, aliokotwa tu. Sasa atakuwa ni mtoto wa nane. Natamani ifike sehemu ambayo tutaoneshwa historia inayowahusu au inamhusu yeye, pengine alitupwa vipi, nani aliyemtupa, ni nini kinachoendelea? Unajua, katika maisha unaweza kukuta huyo huyo Mako Chan labda ndio mwanae, yani unajua stori za wenzetu <coughs> yani. basi baada ya kumfikisha pale, mzee akamwambia sasa Tuseme basi yale tuliyoyapitia yalikuwa ni mambo, na kwa kweli, binti yangu ana kitu ambacho katika maisha baibu yake ni ngumu sana kukiondoa na kupenda na bucho, na kwa kweli, Mungu ni wa ajabu na, na, na kumetokea kati yetu lakini wewe kwa hasira zako kawa nataka kugeuza kila kitu, upindue meza. Kijana alimsikiliza mzee, leo haongei. Kusema ukweli, kasiri langu lilikuwa ni mahali ambapo mtu yoyote angekaribishwa. Sisi tulikuwa... akisema asante kwa maneno yako. Mimi sasa ni kama... mm, sina kingine ambacho nahitaji kama kutoka kwenye familia yako hata baada ya kunywa ile sumu, sina muda mrefu. Nataka tu kupata msamaha wa binti yako, na muda wangu uliobaki ni. Na tena anatamani nitoke naye hapa nikaishi naye mbali, tuishi maisha ya kawaida. Mimi naweza kukupa dawa ukapona. Unasema ni ukweli kwamba unataka kunisaidia? Sio kweli kwamba yo sumu haina inahitaji nguvu ya kipekee ya kukusaidia sa ek du is kewi lakini basi, ili kusudi pia upone, itachukua muda. Kama basi vita vyetu na chuki zetu ziliisha, nafikiri nitakusaidia. Mimi nisingependa binti yangu abaki mjane. Binti alikuwa pale mlangoni alisikia, na alitabasamu, alifurahi sana ndio yale tunayosema, wakati mwingine ili ufanikiwe, pana misumari na miiba, miiba utakazolazimika kuzikanyaga ili uweze kufika destiny ya watu ambao wanaishi maz maisha mazuri. Uaga hazibadilikagi, unaweza akapata matatizo hapa na pale, lakini baada ya muda akarudi. Binti huyu alipitia maisha magumu, baada ya kupoteza makazi yao, maisha yake yalibadilika, lakini baada ya kila kitu kupita wengi tulishuhudia walipita katika magumu mengi. Baba yake alikuwa anapa kulala, walilala barabarani. Binti alifanyishwa mpaka kazi za ndani, akafulishwa mpaka nguo na kufanyishwa vitu vingi sana. Katika yote hayo, wako watu wengi sana wamekufa, lakini baada ya yote sasa wamepita, wanapata kula tena kivulini. Destiny yake inamrudisha katika maisha yale ya mwanzo leo Jamaa ameingia kwenye jakuzi ambalo basi tunamuona ni Chuinong yuko hapo. Fu Hongxue, eh? Nini nini kinachoendelea? Unajua, huwezi kunitoroka, eh? Licha ya kila kitu kinachoendelea, wewe unajua katika moyo ule, ule wako kwa nini tunazungumzia haya mambo saa hizi? Naomba urudi kwa Ma Fangling saa hizi. Kama anataka kumtimua kamkamata kwa nguvu pale. Hmm, kamwambie hivi, unajua wewe ni mkorofi sana. Kwa nini wakati mwingine usisikilize sauti ndani ya moyo wako? Akasema sauti ndani ya moyo wangu? Ai, sababu huyo Fu Hongxue akikuta hapa, mbona kama naye ananichanganya huyu? Umekanyaga misumari, umeshaingia ndani ya mjengo tena, unaanza kusaliti tena, dada jamaa Sema, mimi sitaki, nataka nataka kuona niwaone nyie mkifurahi, lakini nataka kukwambia tu kwamba sijasahau yale tuliyoyapitia. Unajua, ukifanya haya inaweza kuleta madhara, uharibifu mkubwa, inaweza kuleta shida. Kwa nini basi unataka yote hayo? Basi napenda nikuambie tu kwamba mimi nipo hapa, lakini sipendi kile ambacho nakiona. Jamaa alimtazama machoni mm? Aise, sijua anataka nini mjama. Mm, kasha mpata mpata yule mwingine. Kidada hiki kinakuwa, ebu angalia kinavyofanya kama akitaki, kumbe kinataka angalia, hicho hicho, tayari tayari. Ai ai ai ai, kumbe bwana yule tunayemwona, wala sio Fu Hongxue yule tunayemwona; ni mwamba mwenyewe, anajulikana kama Hua Han Yi, huyo hapo. Au bosi Shao, ilikuwa bado kidogo tu walipate dubu sha, eh laitwa dubu Angalia basi pale akawa anataka kwenda tena. Sasa kitoto unajua kinaona aibu. Na huyu mzee anamjulia yule binti. Unajua amekaa naye miaka mingi, alikuwa anamuuza tu kwenye danguro. Kwa hiyo unajua binti sio bikra wala nini, kwamba anaona aibu. Unajua, nimekuwa bizi sana na shughuli zangu, nimekosa hata muda wa kuona wewe. Hebu niambie vipi, umekasirika? Unajua alikuwa mrembo sana muda mfupi tu nilikuwa naona jinsi ulivyo. Unaonaje mimi na wee sasa? Leo tukala utamu, tukala milele na milele. Nataka niendelee kuwa na wewe siku zote za maisha yetu. Agi ikocho mimi niko tayari kukuoa, sio kwamba nataka unionjeshe tuome senza. Lakini mbona wewe ni boss wangu, kwani hatukuwa tu poa vilevile tulivyokuwa mtu na mfanyikazi wake wymai? Mimi nataka wewe, sio wewe tu mpenzi wangu, mimi nataka wewe uwe zaidi. Kwa hiyo pia tashini tu, najua miaka mingi iliyopita kika, kuna vingi nilitaka kukuambia, lakini kasi sasa naongea kibosi hapo, lakini kwa sababu muda wetu umefika, naona ni wakati wa kufanya maamuzi. Binti akavuta picha. Najua kama wewe ni mwema sana, lakini mimi leo sijajiandaa. hmm. kwa hiyo ni kwamba leo hujajiandaa sio eh? Leo hujajiandaa, lakini uko tayari kukuambia, nataka nikupe zawadi Ah, mzee noma tengeneza shanga nini? Mm, nataka mpenzi wangu utakuwa na iva. Kujifanya hutaki tu kuna isifia shanga. Basi utakuwa mke wangu mm, au vipi? Mimi si stahili chochote unachotaka kwangu. Mm -mm, wewe unastahi bosi. Mm -mm, anaweka kibesi lakini kibesi nacho haki. Kwa nini unasita binti? Kwa nini unasita sasa? Mm, basi nipe muda wa kufikiria... Afu nitakujibu. mm -hmm. Bosi akasikiliza pale akaona okay. Naona kama binti anakuja kua Afu matajiri bwana iti kampelekea cheni. So cheni, ile shaka. Yani, matajiri wanakuaga na zawadi zao nyie, sijui niseme eti. Kuna zawadi fulani, unakuta kama una demu wako afu una hela. Demu wako anaweza akaenda akapewa cheni, afu hiyo cheni unakuta ni ya pesa nyingi tu. Mm, anavalishwa siku hiyo, anaambia nimekuletea zawadi. Cheni ya dhahabu anapewa pale nini? Anapewa vizawadi fulani ambavyo hata amba

kwamba lazima maisha yaendelee. E, katika maisha kila mtu anaweza kukosea katika kiwango cha hali ya juu sana. Na unaweza ukaweka kipimo cha adhabu ambapo kama huyu mtu akiweza kufanikiwa akavuka hapo basi unaweza ukampa tena nafasi nyingine. Kuna watu wana roho ngumu, wengine hawana mioyo ya kusamehe. Unakuta anashikilia jambo milele na milele. Yaani kila siku atakuwa anarudia topic hiyo hiyo. Yaani jinsi ulivyonifanyia siwezi kusahau. Sasa hiyo kidogo inakuwa shida. Kama uko kwenye mahusiano unaweza ukapitia wakati mgumu sana. Angalia jinsi alivyokonda, yaani amepungua kabisa. Jamaa amepitia wakati mgumu kweli kweli, maisha yake ni kusema kwamba licha ya kwamba ana umri fulani, ni kijana mdogo, lakini jamaa yuko very strong. Kuna muda unaweza ukamwangalia ukasema, huyu atasurvive kweli? Lakini kapita katika mitiani ya kila aina binti sijui anafanya nini pale. Kamsogelea, anaanza kumshikashika pale. Eh, anamwangalia. Ah, we, unataka kufanya? Ah, okay, analala. Bane, bane, unajua sasa hizi watoto bado hawajalala. Unajua. Kwa inakuwa kama jamaa alikuwa anataka, binti anataka kufanya kabisa ile yenyewe kabisa ile e, e. Basi hukunako, mtazamaji, karibu sana. Subscribe, like comment pia Tuna YouTube channel yetu nyingine inaitwa Mr Lukindo nenda ka subscribe, tafuta kwenye YouTube andika Mr Lukindo. Iwapo unataka kumiliki YouTube yako, nunua kwetu namba iwapo. Mtazamaji hakikisha umesubscribe YouTube yetu hapa. Kijana anashtuka pala mpata mtoto wa kike uko pembeni. Karibu pia tangaza biashara yako hapa, namba ya simu hiyo hapo pembeni. Unaweza pia kutafuta YouTube yetu nyingine ya recap, inaitwa ya Lukindo nenda subscribe kwenye YouTube ya. Sasa angalia eti mtu kaamke tena kimbia. Ila jamani jamani, eti alienda paka mshikashika kabisa kaenda kitandani anataka kulala naye na nini, eti jamaa kaamke, eti binti anakimbia anataka lakini anaona. Ila haya mtazamaji, tutakutana katika episode inayofuata, bila shaka burudani imekufikia na tunaendelea kuenjoy si ndio eh, tutakutana episode nyingine.